Moja. Ni katika uzinduzi rasmi wa mradi huo Mkuu wa Mkoa wa Mbeya, Dkt. Juma Homera, amebainisha kuwa serikali inaendelea kutekeleza dhamira yake ya dhati kuhakikisha kuwa kila mwananchi, hata wale waishio pembezoni kabisa, anafikiwa na huduma ya umeme kwa maendeleo endelevu. Nimeshuhudia hapa REA wamefanya kazi kubwa, na tunaenda kuwasha kwa nyumba ya mama mmoja pale. Sasa ni kuunganisha umeme kila mmoja nyumbani kwake Wekeni umeme kila mmoja. Na gharama hizi ndugu zangu, mwemu mnaangalia kama mwananchi, mnaona uwezo wake mdogo, hakikisheni mnaangalia naye mnamsaidia ili aweze kupata umeme, aingize nyumbani kwake, wale watu wasiokuwa na uwezo na uwezo wale. Najua pia hata mheshimiwa mbunge naye naye programu yake ya kusaidia wale ambao hawajiwezi kabisa, najua inawezekana kabisa bana, kanguzu aka shilingi laki moja hawezi kushinda kutoa katika wilaya ya Mbarali juhudi hizo zinaendelea kushika kasi ambapo mbunge wa jimbo hilo Bahati Ndingo ameeleza kuwa kati ya vitongoji 712 vilivyopo tayari 512 vimefikishiwa huduma ya umeme huku vingine 68 vikiwa katika hatua ya maandalizi ya kumpata mkandarasi kwa ajili ya utekelezaji. umeme si jambo la starehe tena, sasa hivi ni hitaji la msingi. Kwa hiyo wenzangu, wanaigurusi mheshimiwa rais anayonia njema sana na tunaona mipango mikubwa ya upatikanaji wa umeme kwenye jimbo letu la Mbarali. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, sisi hapa Mbarali tuna vitongoji 712, na katika vitongoji 712 tayari tumepata umeme kwenye vitongoji 510, lakini Mheshimiwa Rais akatupatia vitongoji 15 ambao leo Mheshimiwa Mkuu wetu wa Mkoa unauzindua hapa, lakini ninavyokwambia sasa hivi Mheshimiwa Rais wameshatangaza tenda ya kumtafuta mzabuni wa vitongoji 53 tena wilaya ya Mbarali. Na habari njema kwa Chamoto, hapa tunavyo vitongoji vingine viwili Godown na Betania wapo kwenye mradi ambao unaanza kuanza hivi karibuni, pamoja na maeneo mengine. Wananchi kutoka baadhi ya vijiji na vitongoji vilivyopata huduma hiyo wameonyesha furaha yao, wakisema kuwa umeme umewapa matumaini mapya ya maendeleo, huku wakitoa rai kwa serikali kuhakikisha huduma hiyo inapenya hadi katika vitongoji vyote vilivyopo katika maeneo hayo. Tangu tunakuwa kulikuwa na jambo moja mnasema hapa kwamba umeme umetolewa transformer, tunawashukuru, lakini vitongoji vingi havina umeme ni giza. Zamani mlikuwa nasema nguzo zinatoka nje nchi za nchi za nje, lakini sasa hizi nguzo ziko Njombe, pale zimejaa. Tulikuwa naombi kwa nini nguzo hizo wasirete na bei ziteremke za umeme, badala ya laki tatu na ishirini na moja zikaweka ishirini na saba ili REA kote ingiza umeme ili vijiji viwe na umeme na mwanga. Sasa nini kinasubiri? Tulikuwa naomba mkuu wa mkoa liangalie, giza limejaa, umeme uko barabarani, ndani ya vitongoji unakuta mita 100 havina umeme, na wanaokaa kwake ni wabibi na watu ambao hawana uwezo Naomba umeme upungue baada ya laki tatu na ishirini na moja ibaki e, na 27 ya REA. Ya. Nikiripoti kutoka hapa m mm, mkoani Mbeya. Mimi ni Samwel Mpogole.